Kumbe ni wewe. Nini wewe? Nilikuwa ni nikikutafuta sana. Okay. Okay. Tia, nini? Umeenda ni ni ni na bwana mtu. Wewe ushindwe. Mimi mwenyewe <laughs> kwanza mimi mwenyewe kwanza, si sina hata mtu sahihi, hata mtu uje na bwana mtu. Eh? Wee, story zako bana, mimi mwenyewe niko single tena, nasema story za kulala na mtu. Okay, uje lala na na bwana mtu. Ah, wewe bana, hebu mtueauo nimetumwa na madam fulani, amnyambe umekuwa ukilala na bwana mtu. Mtu haina shida, haina shida, acha confirm kitu. Okay. Ah, hello madam <tip> eh, ndio huyo, nimepatana na huyo Festina. Eh, wewe uliniambia alikuwa amelala na bwana yako sana, huyo Festina. Okay ya nimekonfirm, nimekonfirm yeye, nimekonfirm yeye